Na mtazamaji wa Faida Online TV. Prophet Suguye, wa Prophet Suguye ametembelea katika mkoa wa Mtwara tayari kwa ajili ya kuja eh, kutoa oh, uponyaji tunasema lakini pia kuja kuwahudumia wana Mtwara kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ya kiroho. Lakini kabla hajaenda kwenye mkutano ambao anaenda kufanyika pale viunga vya Sabasaba hapa Manispaa ya Mtwara miki Mikindani, Prophet huyu ametembelea katika shule ya msingi ya Rahaleo na kutoa msaada kwa watoto ambao wana eh, wana ulemavu ambao hawasikii. Lakini pia kama hiyo haitoshi ametembelea kwenye kituo cha e, Upendo Rehabilitation Center kituo ambacho kinalelea watoto wenye usonji lakini watoto ambao wana matatizo ya akili kwa ajili ya kuja kutoa msaada pia. Lakini pia ametoa msaada wa shilingi milioni moja papo hapo kwa ajili ya kununulia baisikeli kwa ajili ya watoto e, hao lakini pia ametoa chakula, ametoa leso, ametoa mikeka na vitu vingine kama hivyo. Mm -hmm. Faida Online TV watu afid pasna hiana. Tumefika moja kwa moja kwenye kituo hicho na no kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim. Faida hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu. Kupata habari zetu. Hakika, sisi ni watu wa field. Naitwa Prophet Nicholas Suguye, Chief Prophet kutoka Dar es Salaam WRM Church. Nimefika Mtwara kwa ajili ya mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika viwanja vya Sabasaba hapa Mtwara mjini. Na kabla sijafanya mkutano huwa ni desturi yangu kuwatembelea uh, watu wenye mahitaji maalum hasa uh, yatima uh, watu wenye usonji, watoto wenye usonji au uh, sura mfanano na kadhalika. Kila wakati na na wazee pia tunawatembelea na kuwapatia mahitaji yao mbalimbali mbali. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kuwafungua watu ambao wamefungwa katika nguvu za giza, watu ambao mambo yao mengi yameharibika katika ulimwengu wa roho, mashetani yameiba maisha yao. Ndio ambacho kimenileta hapa sasa. Lakini siwezi kufanya kazi ya Mungu bila kuja kwanza kuwatembelea watu wenye uhitaji maalum kwa sababu wote hawa ni wa Mungu, ndio maana nimekuja kuwatembelea hawa wenye mahitaji maalum katika vituo mbalimbali hapa Mtwara uh, tumetembelea vituo viwili uh, tumetembelea, tumetoka shule ya msingi Rahaleo hapa Mtwara Mjini, lakini pia tumetembelea kituo cha Upendo na kote huku tumekutana na watoto wenye mahitaji maalum na tumeweza kuwapatia uh, misaada ya vyakula na sehemu zingine fedha kidogo kwa ajili ya baiskeli. Uh, operation komboa misukule inakuja kwa sababu ya kwanza wito wa Mungu, lakini ni konsepti ya watu kufichwa, kuibiwa kihisia, kiafya, lakini na kiroho pia, ambapo katika kuibiwa huko kunapelekea mtu kupoteza vitu vyake vingi, kimoja wapo afya, lakini uchumi, eh, na hata mahusiano pia. Mtu anaweza kawa anatembea kana kwamba ni mzima, kumbe, kumbe sio mzima, anasongwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo tunaposema hii ni operation ikomboa misukule Usikae tu kuwaza kwamba msukule labda ni mtu tu ambaye amekufa katika mazingira tata au mazingira ya kishirikina, na ikasadikiwa kwamba amezikwa, lakini watu hawakuzika, mtu amezika mti au amezika mgomba. Kwa hiyo anakwenda kurudishwa huyo. Sawa, huyu anaweza akahusika, kama yupo, atarudishwa, lakini kuna wale ambao wameibiwa hata viungo vyao vya uzazi. Kwa majina naitwa Mwalimu Hilda John Mapunda, mwalimu mkuu msaidizi, shule ya msingi Rahaleo na kitengo cha viziwi kwanza tunashukuru sana pia tunashukuru mno, kwa sababu umekuja kugusa maisha ya watoto, na unapogusa maisha ya watoto, ili jambo linakuwa kubwa sana mbele ya Mungu. Sisi tunasema asante, Mungu akaendelee kukutunza wewe na watendakazi wako, Mungu akaendelee kukupa uwezo wa kugusa kila nyanja, lakini tunajua Mungu ndiye aliyokufanya wewe kuja katika shule hii. Hatukutegemea, hatukutegemea. Ami, kwa majina naitwa Faustine Keha Paulo, meneja wa kituo hicho cha Upendo Rehabilitation Center. Tumefarijika sana na ujio wa Prophet Suguye. Msaada um, huu unaweza ni ukaenda kulenga uh, kwenye kusapoti shughuli mbali mbalimbali za kituo, sana sana katika malezi ya watoto, kwa maana kwamba na chakula pia malazi. nam mtazamaji wa Faida Online TV kutokea hapa kwenye kituo cha kulelea watoto wenye usonji na watoto ambao wana matatizo ya akili